lm kupitia jina la Yesu. Leo salamu zangu zimfikie mtumishi anaitwa naani, APM. APM au JPM. Ah, nataka kujua badha wewe ni ufalme wetu ama nimekuwa nikisikia sikia ah mafundisho yako. Ni kama unajaribu kuifundisha kanisa uganga kwa siri. Umefanya sana hayo lakini tukanyamaza maana sisi wa Kristo ni watu wa amani, sisi si hatuna itikadi kama za kule umetoka. Sisi si watu wa vita. Sasa umepambana watu wa chinje, wamwage damu, mala mtu huwezi kufanikiwa bila kiumbe. Tuko kimya tu, tukakuangalia tu, maana sisi watu wa amani, tumebeba mfalme wa amani. Ila ulikofika sasa tumeona pana, wacha tujitokeze, tukwambie tupo tunaojua faida ya imani, tunaojua maana ya wokovu. Kaka, nimekusikia katika kripu unasema kwamba unatukana watu waliokoka au Wakristo wa kweli, kwamba ni matapeli, kwamba ni watu ambao ni wezi o, oh, hawakopesheki. Mara unasema hakuna tajiri. Kama yupo tukuonyeshe na kabla wakaza sikutaka kumaliza, maana mara nyingi usipendi kukusikiliza kwa kweli, kwa sababu sitaki unichafulia imani yangu, lakini vimenichoma natukana na kanisa bratha. Ninataka nikukumbushe, mkristo wa kweli ni mtu ambaye anapambana na vita kubwa kuliko mtu yoyote duniani. Hata Yesu alijua hilo, akasema duniani mnayodhiki, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. sasa sisi tumeitwa kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Mimi nafuatiliwa, yaani Mkristo wa kweli anafuatiliwa napigwa vita na shetani kuliko mtu yoyote kwa nini? Sasa mimi nikipata mimi Mkristo au niliyeokoka najenga ufalme. huwezi kunifananisha na mtu wa mataifa huwezi brother. Mtu wa mataifa anatafuta na Biblia inasema katika Ayubu, usitamani mafanikio ya mtu mwovu maana huwezi kujua hiyo mali ameipataje? watu wanalala makaburini nana. watu wanalala na maiti, watu wanatoa kafara za damu ya watoto ndio wanafanikiwa. Watu wanafanya uovu wa kila namna, hatu wanatembea uchi wanajiuza, eh? watu wanakudanganya wako maofisini wanafanya kazi lakini wanakula rushwa ndio wanafanikiwa. Watu wanaibia makampuni, si kila anayepata unayemwona mwita tajiri. Umlinganisha na Mkristo. Mkristo mmoja kupata ni sawa na watu wa mataifa elfu moja kupata, sababu anafesi bado. Mkristo anatafuta kwa misingi ya Biblia, neno linamwambia usiibe, usipokee rushwa, sichukue mali ya udhalimu. Kwa hiyo kwa dunia hii unafikiri ni mchezo kupata mali kwa haki? Brother, nataka nikuulize, hii dunia ilipofika, kupata mali kwa haki, hey, ni, ni, ni kitu chepesi basi? Ukielewa hilo, jua Mkristo hawezi kufanikiwa haraka haraka kama mtu wa mataifa kwa sababu yeye anapita njia za kweli, huwezi ukamfananisha na mwizi mla rushwa. Na nikwambie tu kitu kimoja kwamba wako pia waliobarikiwa. Inawezekana wewe uchumi wewe uone, lakini wako walokole ambao umebarikiwa, umesiba. Tukuonyeshe na tukikuonyesha, unaacha kuhubiri? Basi acha brother, mimi nakushauri kama injili imekushinda, tabebe vyuma. Naona kidogo una nyamanyama, beba vyuma, fanya kazi zingine, kwa sababu huhubiri injili ya kweli wako waliofanikiwa. Kuna Oyedepo Oyedepo kule uh, wapi kule Nigeria, kafanikiwa, bilionea yule. Nenda kaangalie, wako wengi wamefanikiwa, angalia Gwachima, utengana na Gwachima brother, nakukumbusha eh? na nenda full gospel. watu waona miemko, watu wamefanikiwa, watu wanaendesha. Hama unatokea wapi usomi, mazingira brother, sisi watu wa amani, lakini usitukane kanisa. Kanisa ni Israeli unapo litukana unakuwa umelaniwa. Biblia inasema takaikulani Israeli amelaniwa pia. Acha kutukana unajumurisha baba zetu, umo umo na naugombea. Wakati wewe brother unaposema sisi ni matapeli, wewe mbona unahubiri injili ya kitapeli? Injili ya kuambia watu damu unaitoa? ya ya kitapeli watu injili damu watoe damu, unaitoa wapi? Maandiko yanasema katika Wafilipi sura ya nne mstari wa sita nikusomee brother. Kama ujaenda chuo cha Biblia rudi tafadhali, acha kutuchafuria. Inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Tumeambiwa hata tukitafuta utajiri, kanuni ni kuomba na kusali na kushukuru, sio kumwaga damu, sio kuchinja mnyama. Hilo ni agano la kale. Na Yesu alijua kuna mtu anatakiwa atajirike, hana nguvu ya kuchinja mnyama. Yesu alijua kuna mtu hana mbuzi. Neema imetubeba masikini na matajiri wote, ili tuweze kufanikiwa. Sasa unaturudishaje nyuma? Brother, huo ni uchawi ndani ya kanisa. Lakini nakumbuka mambo ya Paulo, anasema walikuja kwetu au walikaa kwetu, wakakaa nasi, lakini hawakuwa wetu. Nina wasiwasi kaka, kama umeamua kuokoka okoka, okoka, tujue. Maana unapolitukana kanisa unatukana walokoni. Wewe ni nani? Tuambia ukweli, wewe ni nani? Maana hapo umeshika bibilia, kwa misingi kwamba umeokoka. Kama ni kanisa umesajili kwa misingi kwamba umeokoka. Sasa unapotukana waliokoka kwa kueleweje? Wewe uko kundi gani brother? Tuambie kama si wa kwetu, jaribu kurudi ulikotoka, alafu itikadi za kule ulikotoka usizilete huku kwetu. Kweli, na najaribu kukuonya, na inawezekano kadhani ni mama tu. Hii ni sauti ya mtu aliaye nyikani, tengeneza njia ya Bwana na mapito yake yanyooshe. Mimi ni sauti ya mtu aliyeambiwa, pika kelele, usinyamaze, waambie watu makosa yao na dhambi yao. Nimekuja kukuambia unakosea Silitukane kanisa usisahau huko hapo, kwa sababu ya tiketi la kanisa. Sisi huwezi kutufananisha na watu wa mataifa katika kutafuta kwetu. Sisi tunapingwa kila hatua, kila hatua ya mlokole, mashetani elfu ya kumi yamejipanga kumpinga, kwa sababu yanajua kwamba nikipata mimi, nimejenga kanisa, nimetoa zaka, nimejenga ufalme Kanilinganisha na mtu anayepata, anaenda kuhonga mwanamke, anamchengea sio malaya nyumba, au anamnunulia gari, au anakwenda kufanya nini, kunywa pombe, kufanya anasa, mimi nikipata. Shetani anaogopa mtu aliyeokoka. Hao wengine ni ndugu zake, kwa sababu wanamtumikia yeye. Hawezi kupinga watu wa ufarume wake, kwa sababu anajua wakipata watamtumikia yeye, watafanya kwake, sio sisi blaa anakusiri sana, acha kupambana na kanisa, ubiri Injili, fundisha watu wako kweli ya Mungu. Wafundishe utakatifu na usafi, kwa sababu Kristo amekaribia kurudi. Meshangaa sana, hii ni kwa niaba ya wahubiri wengine, tunafundisha manini ko kanisani. Mekutana na mshirika tu, nimempata mtandaoni, akaniomba kwamba anataka kujiunga kwenye grupu la maombi ambalo mimi ninafundisha kuomba, tumesema tunaingia mfungo nikamwambia siwezi kukuombea kwa sababu Biblia inasema kila mtauwa amuombe Mungu apatapo nafasi Zaburi ya 32. Nikamwambia inakupasa kwani hujafundishwa? Akasema kanisani kwetu mambo kama hayo hayapo, hatufundishwi kufunga watumishi wa Mungu, pole sana watu hekima za ulimwengu. Akaniambia, mama, mimi nikianza kuomba tu nasikia wimbo kanisani kichwani kwangu, wimbo unasema kasongo yeye mobali mobali, kasongo yeye. Anasema hata nikisoma neno huwa wimbo wa kasongo yeye unazunguka kichwani, kwa sababu watu wanakuja kanisani, hawafundishi kweli ya Mungu, hawafundishi neno, wanafundishwa hekima za ulimwengu. Watu wanataka kuwa maarufu. Brother, mtumishi, labda wanataka kuwa maarufu kwa mgongo huu, kwa kuhubiri maneno ambayo watu watakusikiliza, lakini wenye akili wanapuuza. Wenye akili tunajua ya matango mwitu. Utakuwa maarufu, lakini utajaza washirika waliojaa kasongo yeye. Wakienda kuomba, wanaimba kasongo yeye, wakitaka kusoma neno, akili imejaa kasongo yeye. Maana akija kanisani, haumfundishi kuomba, haumfundishi kuiacha ku, ku dhambi, haumfundishi utakatifu, unamfundisha hekima kama hizo, kuchinja mnyama afanikiwe Mwaga damu, unamfundisha kutukana. Matakatifu unatukana vitukufu. Bratha, rudi kwenye Bibilia, nenda chuo cha Bibilia kama injili imekushinda. Tuachie sisi, tunajua thamani ya kanisa. Nimekuja kukuonya na kukusemea kama mama, japo najua utainua vita eh, hey, sababu kule tulikotoka hivi sana mapambano sana, lakini naomba ujue kwamba nimetumwa na Mungu nikwambie usitukane kanisa, ubiri Injili. Bibilia imejaa mambo mengi sana, hii maona zo kamubili mtu akakuelewa, lakini pia kama ujaona matajiri wapo na utapeli. Hatujawai kukutapeli brother. Hatujawai kukunyima kitu. Sisi tukifanikiwa ndo mana tufaniki asababu chetu ni cha wengine, chetu ni cha wote. Hatufanani na hao, chao chao. God bless you.